Mwache tu, mwache na bango lake, nitakuja kulisoma. Mwacheni na bango lake. Haya mabango ni vizuri nikayajua, ili nijue kero za hapa pia, kwa sababu saa nyingine ninapoenda kwenye mikutano Watu huwa wanazuiliwa wasionyeshe mabango. Onyesheni mabango yenu wei, ni nchi yenu, na mimi ni rais wa watanzania wote, wakiwemo wenye mabango. Makambako hoye! Makambako hoye! Wewe mwenye bango uliyopasuliwa, hebu njoa hapa, unieleze shida yako. Njoo hapa ueleze shida yako bana, mpe maiki hapo aeleze shida yake, wala usiogope. Sogea hapa, sogee hapa bana, mwachieni aje. Aya, sogee hapa Aya, eleza shida yako. Kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuja. Wewe nasikia ni rais wa wanyonge, na sisi tuna miaka tangu elfu mbili na tisa hatupati maji. Kila siku wageni wakiwa wanakuja wanatengeneza maji, kisha wakiondoka na maji anakata hivi. Sasa hivi tuna miezi zaidi ya sita hatujapata maji. ulipo, ulipoahidi wewe kuja wametengeneza wiki iliyopita. Tunaomba tusaidie wa wanyonge, jamani, tunaomba unaomba sana, simama tu. Kwa hiyo ulipo <laughs> maji yalikuwa hayapo siku zote yeah, lakini walipoona ninakuja leo maji yamekuwepo leo. Maji yamekuwepo. Haya, meneja wa maji wa hapa, njoo hapa, kaa hapa hapa, wala usiwe na wasiwasi, sogea hapo, usimamie hapo. Injinia wa maji, njoo hapa ueleze kwa nini maji unasubiri tu Nikija mimi ndio unawapa maji? Njoo bana, wewe usiondoke, njoo hapa, njoo njoo, nikushike na mkono hapa, njoo hapa kabisa. A, kanyaga tu. Unaitwa nani bana? Mugi Mugirwa. Haya, unakaa sehemu gani? Manga? Kwa hiyo Manga huwa hakuna maji. Hakuna maji, lakini leo nilipokuja maji yametoka. Haya, anayeshughulikia mradi wa Manga aje hapa, nenda ukakae hapo. Nenda ukakae hapo kwenye kiti hapo vizuri. Manga oye. oye. Meneja wa maji yuko wapi? kaabwana, we kaa tu. Meneja wa maji yuko wapi? Au mkurugenzi wa wilaya anaweza akaelezea hili? Mkurugenzi wa halmashauri ya mji, hebu eleza kwa nini maji yanakatika, nikija tu maji yanatoka ya hasa Manga, simamia hapo ayaelezea. Mheshimiwa Rais, kwa ujumla mradi wa Manga una matatizo kwa siku nyingi nimehamia hapa mwaka elfu mbili kumi na sita nikaukuta mradi huo umekamilika, lakini ulikuwa una matatizo kuanzia kwenye usanifu wake. Kuna eneo la takribani kilomita moja pointi tatu, pointi sita ndio linalosumbua, lakini tumewasiliana na mkoa, meneja mhandisi uh, wa mkoa wa maji alielekeza kwamba eneo hilo tulipitie na tuone tatizo lake. Lakini baada ya kupitiwa eneo hilo, limeonekana kwamba liliwekewa mabomba ya PN6 baada ya PN10. Tayari tumeshawasiliana na hata wizara ya maji. Wiki mbili zilizopita, mhandisi wa maji anayeshughulikia maji na usafi wa mazingira wa wizara aliweza kufika hapa eneo letu, akatueleza kwamba tumwandikie eneo hilo linalopata shida ili kusudi wizara ione uwezekano wa waku, kusaidia. Kwa maana hiyo, mara kwa mara kuna kupasuka kwa mabomba hayo pamoja na viungio vyake. Tatizo lake ni hilo Mheshimiwa Rais, lakini eneo hili vilevile vile hata Mheshimiwa mkuu wa mkoa alishafika kwenye mradi wa huo wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa maji wa Manga. Kwa hiyo niulize, yale mabomba huwa yanapasuka viongozi wakiwa wapo, nikija mimi yanajiunga yale mabomba, maji yanapita bila kupasuka. Mheshimiwa Rais, sio kwamba kwamba mpaka Mheshimiwa Rais aje, mara kwa mara tumekuwa na usumbufu kwenye eneo hilo, mara kwa mara hata bila kuwepo kwe, viongozi mabomba hayo yanapasuka, lakini mkiyaunga huwa hayachukui zaidi ya wiki mbili. Hayo mabomba yanaleta ya ya yana, yana shida. Huo mradi, huo mradi ulikosti kiasi gani? Ulikosti kiasi cha ja shilingi bilioni moja na milioni arobaini. Bilioni moja na, na milioni arobaini. arobaini. Ndiyo Mheshimiwa Rais. Huyo mhandisi wa maji ambaye haonekani sasa hivi. Alikuwepo huo mradi ulipokuwa ukifanyika kifanyika. Alikuwepo Mheshimiwa Rais. Na yeye aliusimamia. Mheshimiwa Rais, mradi huo ulikuwa na mtaalamu mshauri au consultancy ndiye aliyekuwa amefanya ame kudisaini kwa, kwa hiyo atwende taratibu tu mkurugenzi. Ndio Mheshimiwa. Kwa hiyo mabomba yale yaovyo yalipokuwa yanarudi yanaletwa hapa, yule mhandisi wa maji alikuwa anayapokea tu, hilo sasa? Labda mwa, mimi sio mtaalamu wa maji, mimi ni mchumi labda kitaalamu mhandisi wa maji anaweza akatusaidia, kwa sababu ndio maana nakuuliza wewe. Mkurugenzi, mhandisi wako wa maji yuko wapi? Anisaidie. Yuko huyu hapa, mheshimiwa rais? Haya, aje anieleze sasa. Anajificha nini? kama ulikula, unasema tu nilikula, naomba mnisamee, si basi.

hayana uwezo ule, yanapasuka lakini yapo na fedha, amelipwa na contractor, amelipwa na wewe, umekuwepo mheshimiwa rais. Kwanza nataka nieleze awale... tu kweli, usifiche do, do, do. Nataka nieleze yote ukweli mheshimiwa, ah basi nitafurahi. Haya ndio kwamba mradi huu kwanza ulisanifiwa elfu mbili na tisa wakati huo hata halmashauri haja hajawepo ya Makambako, na ulivyosanifiwa ulikuwa na, ni mkataba wa milioni mia nne sitini na saba ulivyoanza utekelezaji 2013 ambao ndio sisi tulikuwa tujamia tulembe 2014, mtaalamu mtaalamu tuliyomkuta pamoja na mkandarasi tuliyomkuta wakaanza kutoa mapendekezo ya kubadilisha kile chanzo cha maji kilichokauka ambacho kilipelekea ule mradi tuende mbali zaidi tena. Tulienda wilaya ya Njombe kule, kilomita 15 zaidi, na huko awali walivyoingia kwenye ule mkataba tayari utekelezaji ulikuwa umeshaanza, na tulivyohama design ya zile bomba ambazo za kilomita mbili zile zilikuwa ndani ya ile contract ya milioni mia nne sitini na saba. Kuhama sasa ilibidi sasa twende mbali zaidi. Kilomita zikaongezeka na gharama ndio hizo zilizoongezeka zika zikatoka hizo milioni mia nne sitini na saba mpaka hiyo bilioni moja na milioni arobaini. Kwa maana hiyo kwamba na tulivyokuwa katika utekelezaji mkandarasi alianza kutusumbua. Kimsingi kwamba hatukumpa hata ongezeko la hela ambayo alikuwa anataka. Kwa, kwa maana nyingine aliondoka site kimya kimya na mkandarasi hata alikuwepo awali ya kwanza naye alifukuzwa. Kwa hiyo wakati tunapokuja kutekeleza, Mheshimiwa Rais, kule kwingine hizi kilomita mbili zimeshindwa kuhimili kama ulivyosema zile velocity na tulizitolea taarifa, na ndizo nasema, mkurugenzi, na tuliweka hata kwenye budget. Sasa ulivyoamuru tuhame kutoka kwa halmashauri, wakafuta kwenye zile budget, ndio tatizo lokuepo Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo wewe huyo kandarasi wa kwanza ni milioni 400, kwa hiyo huzitambui hata zile bilioni moja na 40 alizozisema mkurugenzi ambaye ni mtaalamu wa uchumi. Mheshimiwa Rais ni kwamba zilitoka bilioni 467 kwa ongezeko lile ambalo liliongezeka, ndo zikasema hizo bilioni moja. Mi nafikiri hapa kuna tatizo kubwa. Waziri, unalifahamu hili. <coughs> nataka na wewe ubaki hapa ushughulikie hili tatizo. Haya, nendeni tu mwishomnaniumiza na, na, moyo tu, kwa sababu naona ni uongo mwingi tu unachezewa. Na huyu mwananchi amezungumza ukweli na kupongeza sana bana.